Hapa kwa ziara ya siku mbili okay. Uh, pamoja na mambo mengine lakini tumekuja specifically kwa ajili ya kutembelea uh, incubation hubs za innovation mm, za startups za vijana mm, lakini vilevile kuzungumza na vijana wa startups. Yeah. ni startups ni vitu vigeni, ni vitu vyenye ubunifu, lazima kuenda mm, ka ubunifu mm, lazima kuwe na ugeni mm, kitu ambacho watu wengi walikutana barabarani hapo kamuliza startup nini na hawezi kupa majibu mm wakiwa na sera yao ambao na wenyewe wametoa mchango wao, itawasaidia. Maelekezo wa Mheshimiwa Rais ni vijana hawa, lazima tuwashike, lazima mm. waone serikali yao inawajali. Mheshimiwa Rais anawapenda sana, ametuelekeza kuhakikisha tunatengeneza mazingira ya kuona kwamba zile bunifu zao zinafika kwenye matokeo, na pale ambapo Mheshimiwa mkuu wa mkoa tutahitaji msaada wako, tutakuomba. Nafahamu mm. uwezo wako na nia yako na commitment yako kuhudumia wananchi mm. wa mkoa wa Arusha. Nilipenda kuona wananchi na wenyewe ambao wana kaseti. Special na wenyewe wanapata sasa. Tunajua mm. shughuli ikifika hapa imepata mwenyewe. Mm. Kwa pale ambapo tunahitaji maeneo ya wewe we kusukuma tutakuomba. Sisi vijana tuliopewa upendeleo na Mheshimiwa rais mm. tunapaswa kuonyesha mshikamano na kushirikiana kuhakikisha kwamba kazi yake inakuwa nyepesi kwa wananchi. Mm. Tafasiri ya upendo wake ni wananchi wake kupata huduma na hasa vijana kama hawa uh, almaarufu kama jenzi mm wanapata nafasi ya, ku, ya, ku, ya ku share talent na potential walizonazo hmm. Na nchi inapozitambua kama unavyofanya hivi inaongezea morali hmm, ya kuendelea kufanya kazi. Tutakupa kila aina ya ushirikiano, kwanza unatusaidia ni vijana wetu wa mkoa wetu. Na hata jana tulikuwa na discussion nao, baadhi yao wanatamani kufanya mashindano ya ku, kama kuna solution mbalimbali za kutumia teknolojia hmm nikawaambia wajipange vizuri ili tuangalie namna gani tunaweza kushirikiana nao hmm, ikiwezekana fanya mkoa huu kama pilot study, yaani kwenye yale mambo ya ya mgawanyo upe, kwa sababu mkoa wa Arusha ni wa ujanja, na huku sisi mtu pekee tunayempenda ni yule anayetuletea pesa. Yaani Mheshimiwa Jerry, ni kwamba fahamu, sisi huku siasa sio kipambele chetu, maneno mengi si vurugu, sio kipambele chetu. Sisi huku kwetu kipambele ni pesa mtu yeyote anayetengeneza mazingira ya wananchi kupata pesa ha. Hata wananchi wenyewe wana na ndio maana unaona Daktari Samia, kama kuna mkoa anapendwa ni Arusha, iwe ni kwenye utalii, iwe ni kwenye michezo sasa hivi uwanja anaotujengea, iwe ni kwenye mambo ya mikutano sasa hivi anatuletea ukumbi, anawekeza dola milioni 500. E, ni ukumbi ambao utakuwa haukuna ukumbi mwingine Afrika, Afrika Mashariki na Afrika Kati. Sasa wananchi, kwa nini wasimpende? Kwa sababu anawaletea na kuwatengenezea mazingira anaowapatia pato. Kwa leo, Mheshimiwa Waziri, tutakuomba tu kwenye wizara yako eh, pamoja na minara unaotujengea hii <laughs> kuhakikisha kwamba wananchi wanapata mawasiliano. Kama kuna chochote kingine ki kianzia hapa Arusha tuletee, eh, yaani, <laughs> tu na hatutakuangusha, tutahakikisha kwamba dunia itaelewa ya kwamba wizara inafanya kazi na sehemu ya kufanya kazi ni ni Arusha. Wengine acha tuache tuwape nafasi ya kupiga porojo, sisi tutengeneze tutengeneze pesa.